Yes, msanii wa kizazi kipya kabisa e, Bongo Flavor kutokea hapa Tanzania hapa bwana na e, Abigail Chams namzungumzia, mmoja kati ya wa wasanii ambao wanafanya poa na kwa kipindi hiki e, kumekuwa kuna pongezi nyingi sana kwa upande wake kwa sababu e, ya kuweza kuwa moja kati ya nominated ambao pia wataweza kugombania e, tuzo ya BET ambayo inategemewa e, kuweza kufanyika e, siku ya tarehe tisa, siku ya kesho kuto tu hapo, e, bado siku chache sana. Sasa, usiku wa leo msanii Abigail Chams pia ameweza ku hapa Tanzania eh, kuweza kuelekea huko nchini Marekani eh, katika mchakato mzima kabisa wa utoaji wa tuzo za BET za mwaka huu 2025. Sasa ikumbuke kwamba Abigail Chams pia ni mshiriki wa tuzo hizi eh, katika kipengele cha Best New International Act ambapo pia akichuana na wenzake au wasanii wake wasanii wenzake eh, kumi kutokea katika mataifa matano ambayo yanapatikana. Sasa eh, tuzo ya BET za mwaka huu 2025 kufanyika siku ya tarehe tisa kama nilivyokuambia hapo, mwezi huu wa sita mwaka wa 2025 na, na pia zitaweza kufanyika moja kwa moja kutokea peak itafanyika e, e, kutokea pale Piscock, e, Street, Los Angeles, nchini Marekani kuanzia e, majira ya saa tatu usiku kwa saa za e, Afrika Mashariki. Noma sana, so siku ya tarehe tisa saa tatu usiku bana, kwa saa za huko Afrika Mashariki, nikimaanisha Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zote ambazo ziko kwa ukanda huu, e, mida ya saa tatu ndipo ambapo tukio hilo litaweza kufanyika. Sasa tuzo za BET e, bado hazijaweza kufanyika, kama nilivyokuambia, tarehe tisa ndio zinaweza kufanyika na, Abigail Chams pia amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao pia wamekuwa na support kubwa sana hata katika mtandao wa Instagram. Pia kulikuwa kuna maswala mzima ya likes kule nini, watu waliweza kushambulia sana post yake, watu wakitegemea kwamba Abigail Chams aweze kurudi na tuzo hiyo ya best international act ya mwaka huu 2025. Lakini pia Abigail Chams pia ameweza kutajwa rasmi katika kipengele hicho. Lakini pia kuna nchi nyingine tofauti tofauti kama Nigeria, lakini pia South Africa, kuna Wasanii kibao ambao pia wako huko. Lakini pia na pamoja na wengine wengi kutokea katika nchi ya Brazil, eh, Ufaransa, eh, UK. So, ni wasanii wengi sana ambao pia wapo, eh, katika eh, kinyang'anyiro hicho, ambacho pia na Abigal Chams pia atakuwepo. Lakini pia kwa upande mwingine ameweza kuweka alama kubwa kabisa, eh, katika ulimwengu wa muziki, akiwa ni msanii wa kwanza kuweza kutokea katika kiwanda eh, eh, hicho cha kuweza kupewa heshima hii kupitia, eh, Sony Music Africa. So, Sony Music Africa ilikuwa haijawahi kutoa msanii yoyote kuweza kwenda kushiriki katika tuzo hizi za BET. So, Abigail Chams, amekuwa ndiye msanii wa kwanza kuweza kushiriki au kuweza kuwa nominated katika e, kipengele hicho. Sasa, tuzo za BET pia zaweza kuonyeshwa e, au pia zaweza kutokea kule e, Pisco kama nilivyokuambia Los Angeles e, siku ya tarehe tisa. Lakini pia Abigail Chams pia bado hajaweza kushinda tuzo hiyo kwa sababu kuna baadhi wengine na wamekuwa kuna comments tofauti tofauti e, kwamba tuzo hiyo tushachukua hiyo e, tushaondoka nayo. So, tuzo bado bado hazijaweza kugawiwa lakini pia tarehe tisa ndio mchakato huo mzima utaweza e, kufanyika. Sasa ikumbuke kwamba Tanzania pia iliweza kushinda e, tuzo hii ya BET e, mwanzoni kabisa mwaka 2017 ambapo kupitia msanii Rayvanny ambaye aliweza kushinda tuzo hiyo e, kama msanii wa pili kuweza kutokea Afrika Mashariki mara baada ya Eddy Kenzo ya mwaka 2015 kutokea katika nchi ya Uganda. Bana, kumbe Eddy Kenzo alishawahi kuchukua tuzo hii mwaka 2015 e, ya BET and then e, kutokea Afrika Mashariki akaja kashinda tena Rayvan mwaka 2017, na mwaka huu 2025, je, Abigal Chams ataweza kurudi na tuzo hii au namna gani vipi, au tuzo itaenda katika mataifa mengine? Endelea kutufuatilia hapa hapa kwa sababu sisi tuko up, eh, kupatia updates zote kuhusiana na eh, sakata zima la tuzo hizi kuanzia mwanzo mwisho. Take love for this, endelea ku like, lakini pia ku comment, utakomentisha kinomanoma. Ciao.